Ziara ya rais wa Syria Ahmed Al-Shara nchini Marekani imezua gumzo katika mitandao ya kijamii, ikitajwa kwamba rais huyu wa Syria ambaye aliyemwondoa madarakani rais Asadi mwaka uliopita, mwaka 2024 mwezi wa 12, alifaulu pamoja na washirika wake kumwondoa rais Asadi madarakani na rais Asadi kukimbilia nchini Urusi kwa sasa anafanya ziara nchini Marekani, ziara ambayo imezua gumzo katika mitandao ya kijamii kwa kutajwa kuwa rais huyo alikuwa ni gaidi nchini Syria na serikali ya Marekani ilitenga kiwango cha dola milioni kumi kwa yoyote ambaye atakayeweza kufanikisha kukamatwa kwa kiongozi huyu wa kundi la kigaidi ambaye kwa sasa anapokelewa nchini Marekani. Kitendo hichi kimepelekea mitazamo tofauti katika mitandao ya kijamii. Inatajwa pia wakati ambapo alipofanya ziara nchini Urusi hakuweza kutajwa wala kushambuliwa ya kwamba alikuwa ni kiongozi wa kundi la kigaidi wakati alipofanya ziara hii nchini Urusi. Ziara yake nchini Urusi ilikuwa ni mwezi Oktoba, na sasa baada si ya siku chache ya ziara yake nchini Urusi anajielekeza nchini Marekani ambapo atazungumza na viongozi wa Marekani ikiwemo Rais Trump na kusaini makubaliano kadhaa ambayo yanatajwa kwamba ni makubaliano hayakuwepo tangu mwaka 1946 ni kipindi ambacho kimetajwa kuwa ni zaidi ya miaka 80 Marekani na siria havikuwa na ushirikiano wa kidiplomasia wa moja moja kutokana na serikali ambazo zilizokuwepo madarakani nchini Syria, lakini sasa kutokana na Ahmed al-Sharaa kuwa rais wa Syria wa mpito, Marekani inaonekana kuwa na ushirikiano na Syria ushirikiano ambao umetajwa kuwa Mashariki ya Kati utakuwa ni wa mvutano, kwa kuwa ziara aliyofanya nchini Urusi na ziara ambayo anafanya nchini Marekani. Bila shaka, ziara hizi ni kwa ajili ya kuimarisha uhusiano, aidha ushirikiano wa kidiplomasia kati ya Syria na Urusi na kati ya Syria na Marekani, wakati papo hapo Urusi na Marekani ni mataifa ambayo yanaonekana kuwa na uhasama na kuwa na mvutano kila kukicha. Inatajwa kuwa kiwango hiki cha pesa ambacho kilikuwa kimeandaliwa na Marekani, kiwango hiki cha dola milioni kumi kwa yoyote ambaye atakayefanikishwa kukamatwa kwa Al Shara kipindi hicho, kipindi hicho ambacho alitajwa kuwa ni gaidi katika kundi ambalo lilikuwa ni kundi linatajwa kuwa kundi la kijihadi siku chache kabla ya kujielekeza nchini Marekani, Marekani imeweza kumwondoa katika blacklist, ni orodha ya watu ambao hawatakiwi eidha, wanaotafutwa na Marekani kutokana na makosa tofauti, ikiwemo tuhuma za kigaidi ambazo pia zilikuwa zikimkabili kiongozi huyu kabla ya kuchukua madaraka nchini Syria na kabla ya kupangwa ziara yake hii nchini Marekani kwa ajili ya mazungumzo na viongozi wa Marekani. Inatajwa kuwa katika ziara yake hii nchini Marekani atasaini pia mkataba katika jitihada na juhudi za kukabiliana na makundi tofauti katika ukanda wa mashariki ya kati, makundi ambayo yanajinasibu kuwa katika katika vuguvugu vugu za jihadi. Unasemaje kuhusu mjadala huu ambao umeibuka kumhusu rais huyu wa Syria kufanya ziara nchini Marekani na kuweza kuzungumzwa kwamba alikuwa ni gaidi, ila wakati ambapo alipofanya ziara nchini Urusi hakuweza kujadiliwa kwamba alikuwa ni gaidi? Unaweza kuacha mtazamo wako kuhusu hilo.